Dar es Salaam, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi neki jaji mstaafu Damian Lubuva amewahimiza wapiga kura wote nchini kujitokeza kwa wingi kupiga kura bila hofu, uoga au ushawishi wowote ili kuwachagua viongozi wanaowataka kuwaongoza katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Jaji Lubuva ametoa rai hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na waandishi wa habari kutoka ndani na nje ya nchi na kusema kuwa tume ya taifa ya uchaguzi inawahakikishia wananchi wote kwamba kutakuwa na ulinzi wa kutosha katika vituo vyote vya kupigia kura. Mpiga kura akumbuke kubeba kadi yake ya mpiga kura. Sheria inaelekeza kuwa ili mpiga kura aruhusiwe kupiga kura ni lazima awe na kadi ya mpiga kura. Kipaumbele kitatolewa kwa wagombea um, kwa wagonjwa wanaoishi na ulemavu wa aina mbalimbali mbali. Wanawake wajawazito, wajawazito wenye watoto wachanga na wazee ambao hawatatakiwa kujipanga kwenye mistari. Ni matumaini ya tume kuwa hali ya amani na utulivu ambayo imekuwepo hadi sasa na kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita itaendelea kudumishwa ili kuhakikisha kwamba uchaguzi utafanyika kwa utulivu na amani. Kila mwananchi, viongozi wa dini na vyama vya siasa, tushirikiane wote ili kuhakikisha kuwa viashiria vya uvunjifu wa amani na utulivu vinaepukwa. katika hali ya amani na utulivu Uchaguzi utakaofanyika utakuwa huru, wazi na wahaki. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi na tano jumla ya wa watanzania milioni ishirini na tatu laki mbili hamsini na nne elfu mia nne themanini na tano wanatarajiwa kupiga kura.